Kati ya Ruto na Sifuna, nani anaweza lead ama nani anafaa ku lead ODM? Tumieni akili. Sifuna amera na baba mpaka Raila Amolo Odinga alikuwa anasema, Sifuna akisema ni ODM imesema, ODM ikisema ni Sifuna amesema. Saa hizi so mnakuja kutuambia ati Ruto aki Ruto Ruto amekuja tena kuwaibia ODM Tupima akili mimi nimevowatu for 15 years kwa ODM 15. Nimeanguka na baba mara ngapi? tatu tatu, hatujawahi kuwa president. Alafu sasa hivi eti mnakuja kutuambia Ruto anakuja kusema saizi eti alikuwa memba ameharibu. Imagine ameharibu, ameharibu kwake Mwana hizi kuja mkuja kuharibu ODM. My friend mkieka Ruto ODM inaitwaje ODM, ODM. Ruto inaenda kubaki na wabunge watano, kama venye Ford Kenya na nili ibaki na wabunge watano Western. Inaenda kukufa my friend. Na kama mtatuambia Ruto atakuja saa hii ODM, sisi tunasarenda kama member ODM. Sisi tulikuwa tumefuata baba Raila Amolo Odinga. Na si mtuambia ti Ruto, Who is Ruto? Ruta rani uyudie. Sindi akuje kuja kutupanga ODM aweke manifesto yake awili baro iendelee na yeye si, si, si. sisi sisi baba alikuwa nisema atatupatie 6000 kila mtu Kenya, na saa hii bado unakumbuka manifesto ya baba, natutawai msahau forever and ever Amen. Mtu mwenye tunataka kuja kupeleka ODM mbele nisifuna na Sifuna na Babu, watu wangapi? Wawili. Sisi hatutapembelezana na wazee, tulikuwa tumesema wazee waende home na sasa saizi hatutataka tena tu wazee wanatoka hii side. Eti mtu kama Mdavadi anakuja kukumbuka ati alikuwa Pentagon, eti Ruta Rut alikuwa Pentagon, sijui Uhuru alikuwa hao. Wazee waende home na nyinyi msianze kubumbaswa akili tena, tulikuwa tumesema raundi hii ni Gen Z wanaongoza na hatutarudi nyuma. Tunasema babu hawina mali yako, na mimi kwanza nirudi niwaambie, my friend, kama mtapigia babu hawina Nairobi, kama na shida mm, nyinyi Wajaluo mm, kama mtasema babu ni Muhindi, sisi tribu zingine tutapitisha babu Nairobi. Mkweli, na tuwapembelezi yeah. Kama mnaona mtafuatana na Ruto, endeni tu, sisi hatujapembelezana na nyinyi, na mjue kura inakuanga ya mtu, alafu unapata mtu anasimama hapa anasema eti eti eti Kaguya sijui sijui sakaje, na ana kura. My friend, mimi naweza sema babu, na niko na kura ya ODM, na ninajua ukweli, tutapigia babu na atapita. Who is Kaguya? Mnataka tena kurudisha watu wenye wametukandamiza kwa uongozi karibu mara sijui ngapi? Mnataka tena kuwavuta mwarusha kwa, kwa serikali ambapo baba Raila Amolo Odinga amejaribu mpaka hapa, wametoka sasa hivi wako nje My friend tusibebu ufala, tafuteni <coughs> sifuna mali yako na babwo wino watuambie ni wape tenda na ODM <coughs> au wazee wakijua hivyo wendo, alafu nyinyi wajembo eti mnachukua mtu, imagine Raila hata alikuwa mdogo kwa uburu, eti etu saa hii mnachukua uburu ndio kiongozi aongoze nani? <coughs> nafanyika eshto nata <tipa> mimi naweza kumbuka Uhuru Kinyatta na maabano sana, maana unajua enzi ambayo Uhuru Kinyatta akiwa huru alikuwa anapenda amani. Uhuru angekuwa anapenda mailikua hata inchi waka moto, so kwa hivyo mimi nataka niseme hivi, mheshimiwa Uhuru Kinyatta ana sifa nyingi sana, hata tukianza kuziongea hapa tutazimaliza. Nata aishi maisha marefu sana kwa sababu mali alitoa hii nchi. Nakwambia, mimi sidhani kama Uhuru Kenyatta angekuwa kama watu wengine, sidhani kama nchi wakati Uhuru Kenyatta alikuwa uongozini vile ilikuwa. So mi nasema mheshimiwa Uhuru Kenyatta tunakupenda na tutaishi kukupenda na tutakusherekea miaka nenda miaka rudi. Nimekuja tukushukuru Uhuru Muigai Kenyatta, wakati wake tulikuwa high school na time yake tulisikia maisha mazuri tukiwa shule. Sahizi maisha ni magumu, maisha imekuwa ngumu, na tunakuombea Uhuru Kenyatta, siku moja hii Kenya ibadilike, na wewe bado kijana bado unaweza rudi ukatuongoza. Tunakutamani bana Uhuru kenyattaii ni kubwa